Tanzania limeandaa mkutano mkuu maalum wa wanachama wake wote ambao utafanyika umepangwa kufanyika Aprili tatu mpaka tano mwaka 2025 katika manispaa ya Songea mkoani Ruvuma. Kauli mbiu ya mkutano huu ni uchaguzi huru na wa haki. Tunataka sisi kama jukwaa tufanye uchaguzi ulio huru na wa haki na tukiamini kwamba sisi kama jukwaa tukishafanya uchaguzi huru na wa haki, hata chaguzi nyingine zitakazokuja ziwe za vyama ziwe za kiserikali, uchaguzi mkuu, natamani nazo ziwe huru na haki, kwamba sisi tunaanza kwa kuonesha mfano. Mkutano mkuu maalum e, ni kwa ajili ya uchaguzi mkuu wa viongozi wa TEF, na hii ni kwa mujibu wa au kwa kuzingatia ibara ya saba ibara ndogo ya nane ya katiba yetu katiba Tanzania ya Jukwaa la Wahariri Tanzania, kwani muda wa uongozi wa sasa unafikia tamati mwaka huu baada ya kuwapa madarakani kwa miaka minne tangu mwaka 2021. Mgeni rasmi katika mkutano huu anatarajiwa kuwa Mheshimiwa Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi na mgombea mwenza wa nafasi ya makamu wa rais kwa tiketi ya CCM katika uchaguzi wa mwaka elfu 2025, na tunataraji kwamba atafungia mkutano huu e, siku ya Ijumaa Aprili 4, 2025. Chaguzi wa viongozi wa chaguzi wa viongozi wa jukwaa la Wahariri Tanzania utafanyika Aprili 5 mwaka na nafasi ambazo viongozi wake watapigiwa kura kwa mujibu wa katiba ziko tisa. Hawa ni mwenyekiti, makamu mwenyekiti na wajumbe saba wa kamati ya utendaji ya jukwaa la wahariri Tanzania TEF. Lakini kamati ya utendaji kwa ufupi inaitwa kuti. Kuna taratibu za uchaguzi. Kwanza, ni fomu za kuomba uongozi fomu za kuomba uongozi za nafasi za uongozi zitaanza kutolewa rasmi Jumatatu Machi 10, 2025 kwenye ofisi za Jukwaa la Wahariri, la Wahariri, Tanzania TEF zilizoko mtaa Mtendeni Kisutu Dar es Salaam. Mbili, siku ya mwisho ya kuchukua na kurejesha fomu itakuwa ni Jumatatu ya Machi 24, 2025, saa kumi kamili jioni. Gombea atarejesha fomu pamoja na picha ndogo, yani passport size, ambayo itatumika kwenye karatasi ya kura ikiwa atateuliwa kuania nafasi anayoiomba. Tatu, muda wa kuchukua na kurejesha fomu takuwa ni kuanzia saa tatu asubuhi mpaka saa kumi jioni kwa siku za kazi. Hii inamaanisha kwamba fomu hazitatolewa wala kupokelewa Jumamosi, Jumapili wala siku za sikukuu. Ile kuna ada ya kuchukua fomu. Ada ya fomu ya uongozi itakuwa ni shilingi laki moja na nusu kwa nafasi ya mwenyekiti na makamu mwenyekiti a shilingi laki moja kwa nafasi ya mjumbe wa kamati ya utendaji fedha hizi hazitarejeshwa zikishatolewa utoaji na urejeshaji wa fomu za kuomba uongozi utasimamiwa na sekretarieti ya jukwaa la wahariri Tanzania chini ya ofisi ya mtendaji mkuu Bambiri kuu. Kamati ya kusimamia uchaguzi. Ada ya uchukuaji na urejeshaji wa fomu kukamilika na majina ya wagombea kutangazwa, kamati ya uchaguzi itachukua nafasi ya kusimamia mchakato unaofuata kwa kuzingatia kanuni za uchaguzi za TEF. Kamati ya uchaguzi itaongozwa na ndugu Frank Sanga ambaye atakuwa mwenyekiti na wajumbe wengine wawili ambao ni ndugu Anjera Manenya na ndugu Rashidi Kejo tatu. Kwa mjibu wa kanuni za uchaguzi za TEF, kamati hii ndio ni wajibu wa kuhakikisha taratibu zote zinafuatwa, ikiwa ni pamoja na vigezo na sifa za wagombea. Ile ile kamati ya utendaji itafanya kazi ya ya sekretarieti itachukua fomu tu, watachukua fomu na kutangaza watu waliochukua fomu. Sasa ule mchakato wa nani ana sifa, nani ana vigezo, nani amewahi, nani amechelewa, itasimamiwa na kamati ya uchaguzi ile, kwa mujibu wa katiba ya TEF na kanuni za uchaguzi. Kamati hii ndio itakayokuwa na wajibu wa kuandaa taratibu zote za uchaguzi kwa maana ya kuandaa karatasi za kupigia kura Baro, baro papers, masanduku ya kura, kuhesabu kura na kutangaza matokeo kwa kila hatua za uchaguzi kwa mujibu wa katiba na kanuni za uchaguzi za TEF. Hitimisho, nashauri wanachama wote na hasa wale wenye nia ya kugombea nafasi za uongozi wasome kanuni za uchaguzi na kuzielewa. Nawakaribisha wajumbe wote kwenye mkutano mkuu. Na kwa ujumla, tunao wanachama mia moja themanini na tisa na wote wenye sifa, hasa waliolipa ada, wanakaribishwa. Mwisho kabisa, tunawashukuru wanachama wa TF kwa kutuamini katika kipindi cha miaka minne ambayo tunakwenda kuihitimisha, na tunaamini kwamba hatukuwaangusha na tunashukuru ushirikiano mkubwa tulioupata kutoka kwao.